Sawa, so, baada ya kuweka effects ya warp stabilizer, sasa tuweke effect nyingine ambayo tutaweka blur katika video zetu. Kwa mfano katika clip hii, kwa vile hapa ndio kuna jina langu ama kuna title yangu, nataka kuwe na blur kidogo, maandishi yangu yaweze kuonekana vizuri. Sasa ukitaka kuweka blur, utasearch tu hapo utaandika blur halafu utashuka chini utachagua Gaussian blur. Sasa njia nyingine ya kuweka effects katika video zako, njia ya kwanza nimekwambia, unaweza ukaichukua effects halafu ukaiweka katika video unayoitaka no. Na njia ya pili, utaichagua ile clip yako unayoitaka no, ukisha kuichagua utabonyeza mara mbili katika hii effects. Kwa hiyo ukibonyeza mara mbili tayari umesha weka effects katika ile clip husika. Kwa hiyo tukiangalia sasa hivi katika effects control tunaiona ile effect yetu. Kwa hiyo effect yetu ni Gaussian blur. Sasa tunaona kwamba tumeshaweka effects lakini ile effects haionekani. Sasa ile athari iweze kuonekana, utakuja katika effects control Gaussian blur, halafu blurriness utaongeza namba hapa. Kwa hiyo ukiongeza namba unaona video yako inakuwa kama na blur. Na blur ni kwamba video yako inakuwa kama haionekani vizuri, inakuwa kama na ukungu fulani. Kwa hiyo ukichezesha hapo, uzuri wa dunia unaotuzunguka mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara. Sawa, kwa mfano hapo, ukija ukaongeza mia moja, unaona ile video yako ndo haionekani kabisa. Ukipunguza Sawa, hapa nimekufahamisha tuna jinsi gani unaweza kuweka blur katika video zako, lakini katika video yangu sina haja ya kuwa na blur, kwa sababu nataka maua yaonekane vizuri kulingana na history yangu inavyotembea. Kwa hiyo nitakuja katika Gaussian blur, halafu nita right click, nita clear. Kwa hiyo ukiclear, utakuwa umeweza kuiondosha ile effects ambayo umeweka, au unaweza ukabonyeza button ya delete.